Tumefika hapa kama benki ya CRDB kuweza kujumuika na wadau wetu wa Wizara ya TAMISEMI katika kikao hiki kazi cha ALAT. Kama benki ya CRDB tumekuwa tukijumuika siku zote na ALAT kwenye vikao hivi maalum vya ALAT, na sisi tunajivunia sana kuwa benki ambayo imeendelea kuwa benki kiongozi. Tumekuwa tukifanya mambo mengi, moja tumeanza kujihusisha karibu sana kuhakikisha kwamba kama benki tunakusanya uh, pesa kwa ajili ya serikali kupitia mifumo kama GPG, lakini pia tumejiunga kwenye mifumo ya MUSE na TAUSI ili kuhakikisha kwamba mapato na matumizi ya serikali yanafanyika vizuri. Lakini pia kama benki ya CRDB tumeanza kuwa kwenye mchakato ambao unahusisha utoaji wa mikopo ile ya asilimia kumi kwa makundi maalum. Na kwa kufanya hivi tumeanza kufikia wadau mbalimbali kwenye mikoa mbalimbali mbali kama ilivyoelekezwa na TAMISEMI, lakini kikubwa zaidi kupitia uh, ALAT hii, tunachukua pia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, mosi kwa kukubali uh, na ku kukubali jina lake la Samia liweze kutumika kwenye hati fungani ambayo inahusiana na miundombinu. Tumeweza kufanikiwa kwa ukubwa sana kuhakikisha kwamba hati fungani hii ambayo tulikuwa tunatarajia kupata kiasi cha shilingi bilioni mia moja hamsini tumefanikiwa kupata zaidi ya bilioni mia tatu. E, haya ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu pesa hizi zinaenda kuwagusa wakandarasi hasa walioko chini ya TARURA ambao ni sehemu ya TAMISEMI. Kwa hiyo katika siku hii ya leo ambayo tumekusanyika hapa kama sehemu ya furaha yetu kubwa kwa mashirikiano tulionayo na watu wa TAMISEMI, lakini ni namna bora ya kusema asante kwa Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo amekuwa na sisi akiendelea kutuamini kama sehemu ya kuweza kutoa huduma mbalimbali chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.